Ana. Watu lazima tufanye kazi lakini sio za utumwa. Watu lazima tuingie kwenye mahusiano ya ndoa, ya marafiki lazima tuingie huko, lakini sio mahusiano ya utumwa. Watu lazima tuwe na watoto lakini tusio watumwa kwa watoto wetu, nanisikia vizuri eh. Watu lazima tuwe na marafiki mtaani tuwe na marafiki majumbani kwetu lakini huu urafiki usio wakitumwa. Sasa rafiki na kupelekesha mkiki, mkiki, huna ambacho wapo unafaidika pia. Lazima tuwe na nchi ambayo kila mwananchi wa nchi yake afaidike na nini na nchi yake, sio e. Upo kwenye nchi lakini wapo e, watu, wapo kama watumwa katika nchi yao. Bwana, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo leo, hebu kila mmoja leo monyee tu ujichunguze, ni wapi wewe ni mtumwa? Jichunguze tu wapi wewe ni mtumwa, wapi wewe unatumika kwa jasho lingi sana. Ni wapi wewe ni mtumwa? Wapi wewe ni mtumwa? Kazi gani ambayo unaifanya kitumwa? Una, una ni, ipi ni wapi, upo, e, ni wapi